Uh, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment na kushare video hili, huwakwanza kupata masomo yangu kila leo unavyotoa. Leo tupo katika kumdiskasi kiumbe ambaye anaitwa Hitadi. Hitadi ni kiumbe kama viumbe wengine, lakini huyu kidogo ana ukubwa wa ufanyaji kazi yake kubwa ni ubunifu, yani kuwa mbunifu mkubwa. Kwa hiyo kama wewe ni builder, kama wewe ni achiever, kama wewe ni mtu yoyote ambaye engineer, basi huyo anakufaa sana, lakini pia katika maswala ya uwekezaji, kwenye maswala ya usemaji na utekelezaji, yani yeye kazi yake anampenda mtu ambaye, uh, anaitamani kuwa msemaji au utekelezaji wa namna fulani, lakini pia umiliki wa kila kitu cha duniani unachokitaka wewe, yani yeye atafanya. Lakini pia yeye, hiyo ndio sifa yake kubwa sana. kwa hiyo, kiumbe huyu ana uwezo wa kumpatishia mtu mali, utajiri, kumpatishia mtu mafanikio na kadhalika, kutegemeana na namna ambavyo yeye aa, mtu anavyotaka. Kwa hiyo utakapomweka ndivyo ambavyo atakavyokaa. Vijana wa leo wanasema kwamba namna ambavyo utakavyokuja ndivyo ambavyo watakavyokupokea. Kiumbe huyu ni mzuri sana sana sana sana. Kafara yake kubwa yeye, wewe unayemmiliki, yani hutoweza kupata watoto wa kiume. Kwa hiyo, kwa wewe mwanamke, hutoweza kuzaa watoto wa kiume kwa wewe mwanaume, huwezi kumpatishia mtu e, mimba na ikatoa watoto wa kiume. Kwa hiyo wewe ukitokea umempatishia mwanamke mimba, basi hao ni atajifungua mtoto wa kike, na wewe mwanamke ukishika mimba, basi utajifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo hapo, nimeeleweka vizuri sana na hana sharti lingine. Kwa hiyo hilo ndio sharti lake, hutoweza kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo hilo ndio sharti lake. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, nipende tu kukuambia kwamba viumbe hawa wanategemeana sana na namna ambavyo mtu alivyo. Kwa hiyo sikiliza, katika kiumbe kila mmoja na sifa zake na kafara zake ndio upate chaguo sahihi. Kuna mwingine anafata tu mkumbo usi kila kiumbe basi bora yule, ah, huyu afadhali ya huyu, huyu mzuri zaidi a inahitajika uchague kiumbe unayemtaka, basi ndio huyo huyo. Kwa hiyo kaa vizuri, sikiliza vizuri, na ndio maana tunatoa viumbe kadri siku zizavyo. Kiumbe huyu gharama yake ni milioni tano za Tanzania. Kwao nikuambie tu mwanafunzi wangu kwamba mwaka mpya mambo mapya. Mwaka huu ni mwaka ambao wa kubadilisha life kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nikutakie kila la heri, wasiliana na mimi asante.